Karibu katika jioni ya leo. Amjambo, naitwa Tayo na nafurahi kuzungumza na, na nyinyi tena katika siku hii ya leo, na wale ambao mko hapo karibu na magharibi, karibu katika semina tarehe 28 na 29. Ni ibada yenye nguvu sana ya fit anointing, cross border anointing ambao tutawabadilisha watu na kuwasaidia kupata hatima zao, kurejesha vitu ambavyo vimeharibiwa na kuwapatia caution ya end time. Mungu awabariki. karibu. Iwapo uh, kuna mumea hapa. Oh mumea unaitwa sida akuda, sida akuda kwa kizungu tunaita stubborn grass uh, hii ni stubborn, uh, grass ama stony grass pia kuna stubborn grass ingine aina tofauti ambao ni nyasi, lakini hii ni mumea huu. Basi wengi mnaujua. Hapa ndio umeanza ukauka kauka, lakini mnaujua. Unapatikana sana katika maeneo za kwenu huko, kila mtu maeneo huko unaweza kuupata rahisi huo mmea. Ikiwa we ni mtu wa kusahausahau mambo, we ni mtu ambao yaani memory yako ni ya kupoteza mambo, sio kwamba umepata damage fulani, umeumizwa mali, hapana. <coughs> Yani wewe ni mtu tu unasahau mambo, unaweza chukua sehemu ya hiyo tawi lake, jani lake, unachukua nda, alafu unaweka chini ya pilo, itakusaidia kukumbuka. Ukifanya maombi yako, alafu nalala juu yake, utakumbuka kwa urahisi. Pia wale ambao mna Uh, mna uh, wale ambao muna matatizo ya wachumba ama wake zenu, mwenzio, kama ni mtu ambaye humwamini, unakana yeye, na hujui anakuwazia nini, hujui ni nini anakupangia, basi unaweza chukua ukaweka chini ya pilo yake ama pilo yako wakati unalala utaelewa mawazo kabisa, utaanza kujua mawazo ya huyo mtu anakuwazia nini, ana mpango gani na wewe. Jambo lingine ambalo umomea unaweza saidika nao, unaweza kuchukua ukaosha vizuri uka u, uka u, u, u, u, u grind yani uka u, how do we call it grind it to grind it yani hmm? Iwe yani, unaiponda ponda, unaiponda ponda alafu unaiweka kwa maji moto, unaichemsha then unatoa yale maji yake, nielewa sasa. Yale maji kama kuna uh, matatizo kwa mwili, unasikia uchofu wa mwili, na nina matatizo kwa mwili ambao hujui, labda ni vitu ambavyo vimeshikana wewe, uchafu ambao haueleweki Unachukua kido, kidogo unaweka kwa maji yako ya kuoga unaoga, ukifanya sala zako, inasaidia kwa kutoa spiritual energies ambazo ni mbovu mbaya. Inasaidia pia kwa kufanya urejeshe ile matatizo ambayo yamekumbana na wewe, mambo ambayo yameingia katika maisha yako ambayo ni mabaya, inasaidia kutoa hayo matatizo. Jambo lingine itakusaidia Uh, kama kuna mama ambaye au wanawake ambao wanasumbuka kwa kuzaa, ana matatizo ya kuzaa, yani ana mimba na ikifika mambo ya kuzaa, ina mimba imekwama, ina matatizo, unachemsha, alafu unachukua unamnywesha, anakunywa tu, atazaa vizuri sana kwa amani, kwa urahisi, kwa taratibu, vile inavyotakikana. Sasa unaweza kusanya nyingi ukachemsha ukatengeneza kama chemsha kama dakika kumi kumi na tano unatengeneza vizuri, alafu unaweka hapo. Utakuwa unaongeza kwa maji yako ya kuoga kwa ajili ya cleansing, kufanya cleansing na kufanya affirmation za kiroho utasaidika pia kwa ulinzi. Ni, ni ni mumea ambao una msaada mwingi na una mambo mengi ambayo inaweza kusaidia. Kwa hivyo ninyi ambao mnanitazama na nyinyi ambao mnanisikiliza, basi huo mumea unaweza ukakusaidia kwa mambo mengi ambayo ninaweza nikaweka hapa, lakini kwa machache kwa ajili ya hii video hayo yametosha. Mungu akusaidie, kwa mambo machache hayo unaweza saidika nayo. Situonane na wewe katika video inayokuja, asante.